Fursa hii kuiagiza bodi ya mikopo ambayo tayari fedha kwa ajili ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza na wanaoendelea zilikwishapelekwa kwao tangu tarehe 15 mwezi wa kumi mwaka 2016 wahakikishe ikifika kesho tarehe tano mwezi wa kumi na moja fedha hizo ziwe zimekwenda katika vyuo vyote, kwa sababu fedha zilikwisha tolewa. Kwa hiyo kama kuna sehemu ambazo bodi ya mikopo haijapeleka fedha wahakikishe kwamba fedha hizo zinapelekwa kesho. Nitumie sasa fursa hii kuviagiza vyuo ambavyo navyo vinapopata chuo vinapopata fedha kunakuwa na mlolongo wa kuzifikisha kwa wanafunzi. Napenda nitumie fursa hii kuviagiza vyuo vikuu vyote ambavyo tayari vina fedha za wanafunzi kuhakikisha kwamba fedha hizo zinafika kwa wanafunzi mara moja. Kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni miongoni mwa vyuo ambavyo vimekwisha pelekewa fedha kwa wanafunzi zaidi ya wiki moja, lakini fedha hizo hazijaenda kwa wanafunzi. Kwamba ili wanafunzi waweze kuwekewa fedha zao wanapaswa kusaini katika fomu ambayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni utaratibu wa kawaida tu. Hata sisi waheshimiwa wabunge, kabla ya kulipwa fedha, lazima tusaini. Hasa kumekuwa na kama sijui ni kudanganyana, kumekuwa na baadhi ya wanafunzi wanawashawishi wenzao wagome kujaza fomu, na kwa hiyo zoezi la, ku, la kusaini zile fomu katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam limechelewa. Tayari asubuhi hii nimeongea na mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na kumwagiza kwamba mwanafunzi ambaye amekwisha saini leo, fedha yake ingie kwenye mikopo. Lakini nitumie fursa hii kusema kwamba serikali haiwezi kutoa fedha kwa mtu ambaye hajasaini. Niwaambie wanafunzi wa vyuo vikuu vyote, kama huta saini fomu serikali haitakupatia fedha. Kwa hiyo naomba hilo lieleweke.